Sasasalehini tukiangalia upande wa watumishi hapo, watumishi waliohama arobaini na watumishi waliohamia wali wali wali kumi na tisa inaonekana watumishi kwenye wilaya yetu wanaondoka sana. Sasa nini kifanyike ili kuhakikisha hao watumishi tunakuwa nao, na idara kubwa ikiwa ni walimu? Asante mheshimiwa. Au walimu kuhama katika halmashauri yetu inaasili kwa kiasi kikubwa kwa sababu bila kuwa na walimu wa kutosha hatuwezi kupata elimu bora. Kwao unaenda kukuta kuna shule nyingine ina walimu wawili tu hawezi kujipanga kwa wanafunzi hasa wa darasa la nne na wanafunzi wa darasa la saba ambao wanaenda kwenye mitiani yao, kwa tunashindwa kupata elimu bora kutokana na uchache wa walimu na uhamisho ambao walimu wanaendelea kuhama katika halmashauri yetu. Serikali iweze kutuletea walimu hasa wale wazalendo ambao wamekuja kweli kwa ajili ya hii sekta ya elimu, kwa sababu mimi kama mheshimiwa diwani nilifanya research nikaona wengine hawako kwenye fani ya elimu yani wamekuwa wamekuja msingi maeneo yetu sisi huku yana mazingira magumu kidogo, na hasa ukanda tunaoishi Morogoro DC ni kanda, sehemu kubwa sana ni ukanda wa milimani. Kwa hiyo unakuta miundombinu ya barabara, huduma za afya na nini, ngao zimefika kwa baadhi ya vijiji, lakini maeneo mengi bado yanahitaji msukumo zaidi, ili tuweze kuwapelekea wananchi huko walipo maendeleo. Kwa hiyo sasa inaanza kuaksi, kwa maana watumishi wengi wanahama zaidi. Mtu akifika hapa anahisi kama vile amefika mahali fulani eh, hapapendezi. Lakini sisi kikubwa kama baraza tumemwambia mkurugenzi tuendelee kushirikiana na hawa watumishi ili kuboresha maisha yao. Wenye kujenga nchi ni wananchi wenyewe, na hata huyo mtumishi akifika huku ameajiriwa kituo cha kazi yeye naye ni mwananchi kwenye halmashauri ya wilaya ya Morogoro. Kwa hiyo swala lilopo, sisi tumeamua kuboresha maisha yao kwa kupima viwanja na kuwapa mazingira ya mashamba ili wakifika huku walime na wajenge na wajisi, wajisi kama ni wenyeji na wako sawa sawa na watu wengine walio kwa maeneo yao. Kwa sababu wanaishi huku ni wananchi wetu na wamezoea hayo mazingira na na wao wanahitaji huduma. Kwa hiyo mimi naendelea kutoa wito kwamba swala lilopo kwa, li kwa mfano ubovu wa barabara ni la muda kwa sababu saizi tunabigwa Kisaki, tuna Ubena Zomozi, Ngerengere na Mvuha hizo zote zikijengwa lami, ambapo tayari serikali ilishasaini mikataba, muda si mrefu itakuwa sawa na amini mazingira watumishi pia itakuwa imekaa vizuri. Lakini sio hilo tu, tayari tuna utaratibu sasa hivi wa kujenga nyumba za watumishi katika maeneo mbalimbali, kukiwepo vituo vya afya, kukiwepo katika hospitali mbalimbali, idara ya elimu kwenye nyumba za walimu, tuna karabati na kujenga nyumba za walimu hatua kwa hatua kadri budget inavyoruhusu. Lakini lengo letu ni kuhakikisha kwamba wanaishi katika mazingira salama ili kuendelea kuwahudumia wananchi wetu vizuri. Ni kweli Watumishi wengi hawapendi kukaa halmashauri ya wilaya ya Morogoro, ni kweli. Kwa nini? cha kwanza chuki ilianza, namba moja, tuo, tunaelezana ukweli. Mimi sina mimi nasoma historia, mimi sikwepo. Chuki ilianza, namba moja, toka tulipoambiwa tuhame kutoka mjini kuja Watu wote walichukia hata si hapo hapa, halmashauri yao hapa, hapa. Jui tena chuki zinaanza huku, inaenea kule chini, na ndio maana mnaona halmashauri hii iko jirani tu na, na nani na mkoa. Jana tukua Mheshimiwa Ifaka au kizungumzia mimba leo hii hakuna barabara Malinyi, kumekatika katika kabarabara kabisa Ulanga, lakini utawakuta watumishi saa nyingine wako Ulanga lakini hapa hawapo, na ndio maana watumishi wengi hapa hata kwenye vyeo vingi hapa wanakaimu. Ni mchakato wa historia ya watu walijenga chuki Kuanzia sisi viongozi, kuanzia sisi viongozi. Na ndio maana unaona hata wakuu wa idara, mimi hapa nawahamasisha tujenge, tununue kiwanja hivi. Mtu mkuu wa idara hajajenga, mkuu wa idara hana kiwanja, mkuu wa idara hana shamba, hapo amefika, hajafika? Hajafika. Kwa hiyo mtina... <laughs> Na ndiyo maana unaona hapo ujengi unakuwa mwingi kwa hiyo tumefanya nini? Tumeanza kuhamasisha hata mimi, vikao vyote ninaokaa na walimu, nimekaa na watu afya, nimekaa nini kuambia kwamba Morogoro DC ni mahali pema pa kuishi na kufanya kazi, na wengine nawaambia kabisa kwenye vikao, mtakuwa mashahidi nilikuwa pale ukisemu ngoja nanii pale wao pale, nikazungumza nikawaambia, jamani, sasa hivi kuna lami inatoka Bigwa kwenda wapi Mvuha inak walai inawambia, ikipita hii lami hakuna mtu anahama, na mimi nawaambia na ardhi itapanda, watu wa biashara itaongezeka, kila kitu kitaongezeka kwao. Ni historia ya watu kuchukia, lakini na miundombinu